Kwa e, kipindi cha miaka minne wameweza kusimama kumshukuru Mungu na kufuatia nguvu na maisha yanaendelea. Si jambo rahisi. Mimi ni msanii ambaye nimetoka naye mbali sana, marehemu Kanumba, tangu tuko kwenye kikundi cha Kaole sana grupu tulikuwa naye mpaka tunatoka kwenye maigizo ya TV, tunaingia kwenye mambo ya filamu, tuko naye na nimefanya naye kazi nyingi sana kwa kweli. Katika wamama ambao kafanya naye kazi, mimi nimefanya naye kazi nyingi sana kwa hiyo, siku kama ya leo tunajisikia vizuri kwanza kuja kumkumbuka mwenzetu, msanii mwenzetu, sisi ni mtoto wetu, lakini la muhimu zaidi ni kwamba bado mchango wake upo na tuna uthamini, na tuna tunaona kama kwamba bado tuko naye katika hali ambayo kama hii ya kuja hapa kuja makaburini kama hivi, tunakutana wasanii, tunabadilishana mawazo. Sawa, inauma kwa sababu ni mtu ambaye bado tulikuwa tunamhitaji, na kama mnavyojua, aliondoka bado akiwa kwenye umri mdogo, lakini yani bado tunathamini mchango wake na bado hat, yani hatuna uwezo tu wa kuzuia kazi ya Mungu kwa sababu haina makosa, lakini tunatamani kama kwamba tungekuwa naye hata sasa, lakini hatuna kingine cha kuongeza isipokuwa tunamwombea tu kwa alikokuwa. Mwenyezi Mungu amweke mahali pema zaidi kutoka ni actress, kutoka Bongo Movie. Ki kiukweli imekuwa ni siku ambayo kila inapofika kwa upande mmoja au nyingine inakuwa inatugusa sana kutokana na kwamba ukiangalia toka miaka minne iliyopita mpaka sasa tumekuwa ni watu ambao hakuna sehemu ambayo tumesogea kuanzia pale alipotuacha, ndio pengo linapozidi kuonekana zaidi. Kwa hiyo kila unapofika kuazimisha hii siku, kuna mengi ambayo unayakumbuka kutoka kwake. Kiukweli ni pigo kubwa sana ambayo limetupata na hatutakaa tulisahau milele, lakini mwisho wa siku tulimpenda, ila Mungu amempenda zaidi, apumzike kwa amani. Kuambiana tunaye Lecho, tunaye John Maganga, tunao watu wengi wamelala hapa, lakini tunamzungumzia leo nani? Steven Charles Kanumba ambaye hatupo naye, lakini kazi zake, vitendo vyake bado tunavikumbuka na ni muhimili katika industry ya filamu kwa kweli. Ameondoka mtu ambaye angetusaidia kutoka hapa kufika pale, lakini sasa ya Mungu ni mengi, na huwezi kumzuia Mungu alitakalo yeye. Mimi nasema kwamba Alalimaalipema peponi aliweza kuifanya industry kwenda mbali, kilomita za mbali mbalikisema kilomita anamaanisha Nigeria ameweza kufanya kazi mpaka Ulaya nje ya Marekani, Uingereza chi mbalimbali. Hiyo mtu hivyo huwezi kuacha kumkumbuka. Lakini pili, aliifanya s eshimike sana sana sana. Lakini tatu, aliweza kukuza soko la wachukua wasanii kutoka Nigeria kuja kufanya kazi kwetu, hiyo nayo ileta motisha kwetu. Hiyo ni mtu ambaye angetusogeza, nadhani angekuep nadhani nimeona watu wengi wamefika hapa, wamefika kwa maana kwamba tunamkumbuka ndugu yetu tulikuwa tuamini miaka ya mwanzo, kwa maana ya kwamba miaka mwaka wa kwanza, wa pili, sasa tumeamini kwamba kweli mwenzetu tuko naye Kanumba. Ndio hivyo, tunamkumbuka kwa mambo mengi tulikuwa naye katika industry ya filamu. Ni moja ya watu walikuwa wanafanya vizuri, moja ya watu waliochangamsha industry, kutoka wakati ule watu wanacheza michezo ya wa kuigiza ya kawaida mpaka tunaingia katika soko la filamu. Alijaribu kuamshamsha, nikisema kuamshamsha, alijaribu kwenda mbali zaidi, aliweza kutafuta kazi za kimataifa na hivi vitu kama hivyo, ameweza kupata tuzo kutokana na kazi alizokuwa anafanya. Mimi Kanumba namkumbuka sana kwa mengi mazuri ambayo ameyafanya, lakini vitu ambavyo navikumbuka bado ni kwamba vitu vingine vinachekesha. Tume, tumeigiza naye filamu nyingi sana, lakini kuna filamu moja naikumbuka, inaitwa Moses. Ile filamu bwana, wakati tunaigiza ilikuwa kwamba yeye alikuwa hajashika script na wala mimi nilikuwa sijashika script, na wote pale ilikuwa ni, ni scene ya kikao, lakini wote walikuwa hawajashika. Kwa hiyo ikawa kama kama comedy vile, yani tukisema cut, ndo tunasoma piece piece, tunarudiana tuna nani. Kwa hiyo yani ilikuwa kichekesho, makao akikosea mtu tunacheka. Kwa hiyo ndio kitu ambacho namkumbuka bado, kwa mengi mengi, lakini hayo pia nayakumbuka, behind the scene alikuwa anakifanyika, lakini hata hivyo namshukuru Mungu kwa sababu sivu ameondoka, uh, ndio inauma na leo ni miaka minne tunakumbuka, lakini kitu ambacho bado tunaendelea kukikumbuka katika maisha yake ni kwamba alinyanyua tasnia ya filamu Tanzania, hicho ndio kitu muhimu, na ni mtu ambaye alijenga ujasiri wa kuweza kutoka nje na kufanya kazi na watu wa nje, mtu wa kwanza ambaye alijenga ujasiri huo kwa sisi. Tunashukuru sana na tunamuombea Mungu azidi kukaa huko aliko, akiangalia tasnia, akiona jinsi ambavyo tasnia inaendelea paka sasa hivi. Sasa hivi filamu zinaendelea kwa juu na bado tamthilia zinaendelea kunyanyuka tena, tofauti na kipindi kile ambacho alikuwa kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa yote. Pia napenda kumtia moyo mwanamke mwenzangu Flora Mtegoa, mama yake na Kanumba. Mungu azidi kumtia moyo wa ujasiri, kwa sababu kuondokewa na mtoto mkubwa namna ile si kitu kidogo, kwa kweli ni kitu kikubwa na kinamuuma kila siku, na kama ambavyo wenyewe walikuwa wamezoea kuitana kama mtu na mume wake, sasa mume aondoke ghafla, kwa kweli inauma sana. Kwa hiyo naomba Mungu azidi kumtia moyo, azidi kumjenga kiupya, ili kwamba aone kile alichokipoteza ni mpango tu wa Mungu, kwa sababu Mungu alisema yeye ametoa na yeye anatoa. Kuhusu Kanumba nakumbuka na vitu vingi. Kwanza nakumbuka na ule ukaribu wake na sisi na, na pia nakumbuka jinsi ambao walikuwa watushauri. Nakumbuka mambo mengi sana, sema kikubwa nachokumbuka ni kuigiza naye ya, yani ukaribu ule ndo ambao haupo sasa hivi. Neno ambao alisha kunishauri mpaka leo hii yani al, kitu ambacho alikuwa anatuambia kila siku, anatuambia kwamba someni vizuri Yaani, msitege katika maisha, msitegemee kitu kimoja. Huwezi kujua kipi kitakuja kukutoa. Kwa hiyo katika sanaa au mtu ukaze na katika elimu pia ukoma. Mimi movie nipenda ni movie yangu ya kwanza kucheza naye, yaani useme ni ya pili, ilikuwa inaitwa This is it ambayo niko mimi na Jenifa, ndio movie ambayo ilitutambulisha, yaani ilitutambulisha haraka zaidi mimi nashukuru. Siku ya leo tarehe saba mwezi wa nne ni siku ambayo marehemu Steven Kanumba alitangulia mbele za haki. Napenda kutoa shukrani zangu kwa wasanii, mashabiki wa Kanumba, wananchi wote walioguswa na hili jambo wameweza kuhudhuria na kuungana nami, na washukuruni sana wananchi wote walioacha shughuli zao, wakaja kwenye shughuli hii ya kuadhimisha miaka minne ya marehemu Steven Kanumba. Na jambo lingine nawashukuru waandishi wa habari wa wa magazeti TV, wameweza kuitangaza vyema. Hii si kwa kweli, nashukuru kwa ushirikiano wao. Kwanza, kitu kikubwa, Kanumba alikuwa mwanangu. Hiyo ni ndo sababu kubwa. Kanumba alikuwa mwanangu, alikuwa rafiki yangu, alikuwa nilikuwa namwita kama mume wangu. Siwezi kumsahau na pengo lake halitakaa lizibike mpaka naingia kaburini.